Viongozi wa michezo ya shule za upili kaunti ya Kilifi wametoa changamoto kwa wadau mbalimbali kuboresha miundo msingi ya kukuza talanta. Mwenyekiti wa michezo ya shule za Rabai, Emmanuel Mbaru, amesema ukosefu wa viwanja imekuwa changamoto kwenye harakati za kuboresha talanta. Akizungumza baada ya kukamilika kwa michezo ya muhula wa pili katika shule ya upili ya Kajiwe, Mbaru amesema viwanja vya shule viko katika hali ya kusikitisha. Changamoto ambayo iko ni ya viwanja katika kaunti ya Rasa, kaunti ya Rabai, viwanja vinapatikana katika sehemu mbalimbali, na hivyo imekuwa na changamoto ya usafiri. Waamuzi wamefanya kazi yao kwa ustadi na hatujakuwa na malalamishi yoyote okay. watoto pia wamekuwa na nidhamu nzuri na tunawashukuru serikali isaidie shule kununua ardhi, kwa sababu shule nyingi hapa hazina ardhi ya kutosha, kwa hivyo kupata viwanja ni ngumu. alafu viwanja vingine haviko kwa kiwango kinachohitajika. Pengine CDF na mashirika mengine yasaidie katika kutengeneza viwanja bora. Kwa upande wake, Daniel Kituku, katibu wa michezo shule za upili eneo la Kaloleni amekiri kulazimika kupunguza siku za michezo kutokana na gharama. Kulingana na Kituku, serikali inafaa kuongeza fedha za kufadhili michezo shuleni. Katibu wa michezo katika eneo la Rabai Anet Kalume amewapa changamoto wasimamizi wa shule kuweka kipaumbele mipango ya kuboresha viwanja kwenye mipango ya maendeleo na talanta ni kitu ambacho kinafaa kupaliliwa, lakini utapata wengi huwa wanapeana vipaumbele vitu vya kielimu sana, kama vile, uh, kama vile labs, uh, na mara nyingine wanasahau uh, kwamba tunapaswa kukuza talanta. Kwa hivyo ombi langu tu ni kwamba, aa, wasimamizi wa shule wanapopata hii capitation Hai. Katika ile pesa ya miundo msingi, tunaomba siku za usoni waweze kutengea kiwango ili waangalie mambo ya viwanja na jinsi watakavyokuza talanta, sababu kuna wale wanafunzi ambao wanafanya vizuri masomoni na kuna wale wengine ambao wanafanya vizuri kwenye michezo. Kwa hivyo ni ombi kwa walimu wakuu ya kwamba waweze kuweka uh, hivi viwanja na kufadilia talanta za wanafunzi wetu. Michezo ya eneo bunge la Rabai ilikamilika siku ya Ijumaa, shule ya vulane ya Ribe na wasichana Ribe na Changombe zikihifadhi ubingwa mtawalia. Katika kandanda ya wavulana washindi wamebaki Ribe Boys. kandanda ya wasichana washindi wamebaki Changombe. Benvin Films boys tumepata washindi kasidi, na Benvin Films girls tumepata washindi wapya kombeni, na kwa ujumla imekuwa na washindi wapya katika michezo tofauti tofauti. Ali Vincent Benvin TV.